Jamani, wananchi, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mtu anayetaka kwenda Ikulu kupata faida yoyote na hata yuko tayari kununua kura kufika Ikulu ni wa kukwepwa kama ukoma. Hatufai hata kidogo. Anaomba urais wetu kwa hela, unachukua mali kutoka kwa masikini unapeleka kwa matajiri, mfumo gani huu? Mfumo wa shetani huu. Tunaona taabu sisi kuungana kuwakabili wenye nguvu. Wenye nguvu wanaungana kumkabili mnyonge wanyonge hawaungani kumkabili mwenye nguvu. Kama kuna watu wanastahili kuonea haya mshikamani, basi wenye nguvu. Hapana kula mbegu, wajinga tu wanakula mbegu. Ili kweli mweze kuendelea in freedom, lazima utumie kile kilicho chako. Lakini lakini juu ya uhuru wa watu hatuwezi kubishana. Watu hawawezi kusema kwamba wana maendeleo na katika nchi yao hawawezi kutembea kwa uhuru, wanaogopa, wana hofu, wanadhani asubuhi yoyote wakisikia mtu, wakisikia mlangoni kwa kwa kwa, anafikiri kaja mtu kuwapeleke kwenda kuwafunga. Na sasa nchi ya namna hiyo hawezi kusema ina maendeleo, nchi haina uhuru wa watu. Kwa hiyo lazima iwe ni maisha ya uchumi kweli, maisha ya ekonomi.